Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo, Jumatano, juma la 29 kipindi cha kawaida mwaka C wa kanisa. Masomo ya leo: somo la kwanza linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 6 aya ya 12 hadi ya 18, na somo la injili linatoka katika injili ya Luka sura ya 12 aya ya 39 hadi ya 48. Karibu tusikilize injili. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Fahamuni hili kwamba mwenye nyumba angalijua saa atakayokuja mwivi angalikesha wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa." Nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiodhani ndipo ajapo Mwana wa Adamu. Petro akamwambia, "Bwana, mithali hiyo umetuambia sisi tu au watu wote pia?" Bwana akasema, "Ni nani basi aliye wakili mwaminifu mwenye busara, ambaye bwana wake atamweka juu ya watumishi wake wote, awape watu posho kwa wakati wake? Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo, atamkuta anafanya hivyo Kweli nawaambia atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini mtumwa yule akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia kuja, akaanza kuwapiga wajoli wake wanaume kwa wanawake, akila na kunywa na kulewa, bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyodhani na saa asiyojua, atamkata vipande viwili na na kumwekea fungu lake pamoja na wasio amini. Na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya bwana wake asijiweke tayari wala kuyatenda mapenzi yake atapigwa sana, na yule asiyejua naye amefanya ya ya stailio mapigo atapigwa kidogo. Na kila aliyepewa vingi, kwake huyo vitatakwa vingi, naye waliyemwekea amana vitu vingi kwake huyo watataka na zaidi. Neno la Bwana. Sifa kwako e eh, Kristo. Ndugu zangu, katika somo la injili ya leo, tunaalikwa kujiweka tayari, kujiweka tayari kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Tunasikia mifano miwili katika somo hili la Injili, yote ikitualika kuwa tayari. Mfano wa kwanza ni ule wa mwenye nyumba ambaye angejua ni saa gani angevamiwa na mwivi, basi angalikesha kulinda nyumba na mali zake. Na mfano wa pili ni wa mtumwa anayepewa majukumu ya kuwapa posho watumishi wa bwana wake. Tunaonyeshwa taswira ya mtumwa mwaminifu na mtumwa asiye mwaminifu. Mtumwa mwaminifu huwalipa watumishi wa bwana wake kwa wakati na mtumwa asiye mwaminifu ambaye anajifariji kuwa bwana wake atakawia kuja na anawatesa watumishi wa bwana wake pamoja na kutapanya mali za bwana wake kwa starehe na anasa. Katika mfano huu wa pili tunaona kuwa mtumwa mwaminifu anapewa tuzo ya kuwekwa juu ya vitu vyote, na mtumwa yule asiye mwaminifu ambaye anaadhibiwa vikali na bwana wake kwa kutotimiza wajibu wake. Ndugu zangu, chanzo na mateso na mahangaiko vinasababishwa na wanadamu wenzetu, ni katika kukosa hofu ya Mungu na kutotambua kuwa wakati utafika ambapo tutawajibika kwa uovu tuutendao. Tunajipa moyo kama mtumwa yule asiye mwaminifu kwamba bwana wetu atakawia kuja na tunao muda wa kutosha. Ni katika kujipa moyo huku kusiko na maana, tunajiona kwamba tunaweza kufanya chochote kwa yoyote, na katika hili ndipo vita, ugomvi na uonevu wa kila aina unapozaliwa. Hofu ya maisha baada ya kifo inafunikwa na kiburi hicho. Mfano wa kutapanya mali za bwana wake kama mtumwa asiye mwaminifu ni kuitumia vibaya zawadi ya maisha ambayo Mungu ametuzawadia. Tunaishi ili tumjue, tumpende na tumtumikie Mungu, na mwisho tufike kwake mbinguni. Na tunawezaje kutimiza hayo? Ni katika kuwasaidia, kuwahurumia, kuwapenda wanadamu wenzetu, na katika kufanya hayo ndipo tunapoweza kumwona Mungu milele mbinguni. Kinyume na hivyo, tunaona kuwa tunamiliki kila kitu, tunasahau kwamba uhai ni zawadi ya Mungu, na tunashindwa kutimiza lengo la kumjua, kumpenda na kumtumikia Mungu tukiwa hapa duniani ili mwisho tufike kwake mbinguni. Tunaleta majanga na kuwa chanzo cha vurugu katika dunia hii na tunafurahi kuona machozi ya wengine badala ya kufurahi kuona kicheko cha wengine. Tunashindwa kutambua kuwa hukumu ya kimungu hii mbele yetu, na katika mwisho wa somo la injili tunaambiwa kwamba sisi tumepewa manabii, tumepewa watumishi wa Mungu ambao watatusaidia katika kutimiza mapenzi ya Mungu pale tunaposhindwa kuwasikiliza Kile ambacho anakihubiri na kuweza kuweka kiburi cha uzima, basi ndipo hapo tutakapodaiwa. Vingi tunaambiwa kwamba tutastahili adhabu kubwa pale ambapo tutashindwa kutimiza mapenzi ya Mungu, wakati tulipata zawadi ya maisha, tulipata muda wa kuweza kuyatimiza yale Mungu ambayo ameyapenda katika maisha yetu. Nawalika, ndugu zangu, tuweze kumwomba Mungu